Nishukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi aliyeongoza ibada nimekuwa nafuatilia. Mungu akubariki sana. Nishukuru wachungaji wote kwa ushirikiano wenu kumpa kampani. Mungu aendelee kuwabariki sana. Nishukuru, kuna kijana mmoja nimeona alikuwa ameimba, si alikuwa amepaka boda ile, jamani, baadaye nitaomba aniimbie. Nimefurahi sana, nimemtazama wakati anaimba, alikuwa na makaptula, makaptula makubwa Ameimba vizuri sana, sijui yuko wapi, yuko wapi hiyo kijana? Mbona sasa hivi umependeza, sio kama saa zile, amebadilisha, ume change motion. Ukavae tena, au si. Kama sio leo, basi tufanye wiki ijayo, kama muda umeenda. Lakini nashukuru sana kwa ajili ya kwaya zetu zote, zimeimba vizuri zote, nimeziona kabisa. Mungu aendelee kuwabariki sana, ameimba vizuri awabariki sana nishukuru kwa ajili ya wazee wa kanisa watenda kazi, Mungu awabariki sana. Akishukuru kwa ajili ya wababa leo wababa wamejaa kuliko wamama. Makofi kwa ajili yao, tuwashangilie na wamama, maana wamama hawaumwi njaa sana wala watoki nje ovyo ovyo. Makofi kwa ajili yao. Wakuta kule wanakunywa chai ni wamama. Haleluya! O, nilikuwa nawaponda tu. namshukuru Mungu nimesafiri salama jamani, praise nimependeza sana eh, mirako. Mungu awabariki sana masaundi engineer wetu, Mungu awaongezee baraka nyingi na uhai mrefu na apiga vyombo wote, Mungu awabariki kweli kweli Ndo mbarikiwe zaidi zaidi. Tena nimshukuru pia mzee Kei nimemkuta hapa kanisani, nilijua kama sipo naye atakuwa hayupo hata yeye. Eh, hakujua nitafika saa ngapi, lakini nimekuja na zawadi kama kawaida yangu eh. ya leo, we usiangalie ukubwa wa za zawadi, we angalia thamani ya aliyekuletea zawadi. Nadhani kama umesha safiri mtu kuchukua kilo mbili akubebee kilo mbili bure, ni upendo wa ajabu sana. Amen. Ni upendo mkubwa sana, popote napokuwa na wawazia mema. Yaani, kama kulikuwa na kitu kimefungika, ukipata zawadi hii kifunguke, kwa jina la Yesu kifunguke, amen. Wakati niongee tu kidogo tu, siniongee kidogo au mmeshachoka? Kama mmechoka, tutagairisha maji atutakunywa, tutafanya kesho bado. Ehe, namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi. Alipokuwa anafundisha pale, alipokuwa anafundisha mimi nilikuwa sijashika Bibilia, lakini nikaomba Bibilia pale, nikaona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya nane. Naongezea kwa haraka haraka, msichoke, waliochoka oe kipande kile kula liko kale elieti, naona watu wamechoka, naona wamechoka sana, mpaka wameshakunja sura. Alikuwa anataka zawadi tu. Yerusalemu wako kwa wingi kule, mmechoka? Simama niwaone kama mjachoka. Ona vigelegele vyenyewe, so kama vya shamla shamla, basi nitakuwa niliona vibaya, sio? kipande kile kula chokana nani? pale alipoka nje wa majani pale pale, wakati naingia kwa kina mama wili walikuwa wanashangilia sana. Sasa hivi wamechoka, walivyosikia nashuka Biblia. Kama hawajachoka tuwasikie. Pale si unaona wewe mwenyewe, mashahidi, si unaona? Hebu tuone, au wa mbele enu walikuwa wamelala? Au wa mbele wote wamechoka? Kama hawajachoka tuwaone kipande hichi labda kimechoka hapa, kipande hichi kimechoka hapa hapa, mmechoka niwaone kama mjachoka. E, nyinyi mko vizuri active. Eh, kabisa, natakiwa niwaambie wi hapa, kipande hichi ndo amechoka sana bado, kwa sababu kuna wachungaji watakuwa wamechoka hapo. Haja tuone kama hawajachoka Basi mko labda kipande hichi cha katikati kwenye masaundi hapa hapa, na no watakuwa amechoka, kwa sababu Abigail ana tabia kuchoka mapema na Claudia, kama hawajachoka tuone au. E, kwa sababu kuna Regina pale, hebu piga kelele tena tusikie kama mlizomea jamani, au wa baba ndo wamechoka hapa. sauti. Alafu siku zote, we kaka, tisimama na Toro msimama, wengine mkae. Siku zote Toro anasemaga ye mrefu, leo na amekutana na mtu akumpita. Hebu njoni mbele tuone. Toro anasemaga ye ndio mrefu kanisa zima, leo nimeshangaa, nikakuta mtu mrefu kuliko Toro. Yani mkaionoruvi e? <laughs> Amepitwa Toru, amepitwa, amepitwa. Hebu geukeni kule tuone, kama hebu nini, mnaona? Asante sana. Inamaanisha nini katika roho hii? Ina maana katika roho kuna watu mlikuwa mnajiona kwamba mmeshatajirika, kuna watu wanakwenda kupita. Kuna watu mlikuwa mnawaona ni matajiri kuliko, mnakwenda kuwapita Amen. mnakwenda kuwapita Amen. kuna watu ulikuwa unawaogopa kumbe unakwenda kuwapita kwa jina la Yesu, Amen. Nisikie kalala ukisema Amen. wenye kuwapita. Sasa wacha nikwambie, unakwenda kuwapita Amen. Hapa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya nane nikapata somo linaitwaje, gusa moyo wa Mungu. Wakati mtumishi anafundisha nikasikia ndani mwangu, huyu anachokifundisha ni Mungu ametugusa, tunatakiwa na sisi kumgusa. Tunakuwa tunaimba kila siku, niguse Tena, uniguse, tena. Ninaomba, Baba, uniguse, uniguse. Hapo unamwambia Mungu akuguse wewe. Sasa kuna wakati atakiwa wewe umguse Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wakati unamwomba Mungu akuguse kibao tumguse Mungu Amen. pale pale nikaandika maneno machache ambayo Mungu amenipa pale pale, kwamba hivi kuna mwanamke mmoja aliyekuwa anavuja damu miaka kumi na mbili. Yeye hakumwambia Yesu niguse. Yeye alikwenda kumgusa Yesu, na alipomgusa Yesu pale pale Yesu akajua kuna mtu amenigusa, na yule mama akapona saa ile ile. Ukimgusa Yesu hautabaki kama ulivyo. Amen. Ukimgusa Yesu unakuwa mshindi. Amen. Ukimgusa Yesu kila saa na penya. Ukimgusa Yesu, ulipozuiliwa njia zinaachia. Hebu sema Yesu, nimguse Yesu nipate kupona. Sema nimguse Yesu nipate kushinda. kwa hiyo Amen. Kuna sehemu watoto wako wameonewa, unamgusa Mungu, watoto wako wanapata njia. Amen. Kuna sehemu familia yako haionekani, unamgusa Mungu, inakwenda kung'ara upya. Sema namgusa Mungu, nang'ara upya, lazima kieleweke. Usiogope, mguse Mungu yako, mguse Mungu. Sasa niliona nini kwenye kile kipengele? Nitafundisha vizuri kesho. Wakati Nuhu anatoka kwenye safina sikia, Mungu alichomwambia sura ya nane kwanza mstari wa kumi na tano Mungu akamwambia hivi. Mungu akamwambia Nuhu akisema, hapa anayeongea ni nani? Ni Mungu. Mungu akasemaje? Toka katika safina, wewe na mkeo na wanao, akamwadhurudia wote. Akamwambiaje? Toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake wa wanao, pamoja nao. ehe Utoe pa, utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe chenye mwili Aha. Ndege na mnyama Aha. Na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi Aha. Wajae katika nchi Aha. Wawe na uzazi Aha. wakaongezeke katika nchi. si ndio, atoke ndani ya safina atoke wapi? Nje, si ndio? na vilivyoko ndani ya safina vyenye uhai afanye nini? Atoke navyo, maanake hivyo vyote Mungu amempa nani? ni vya nani? si ni vya Nuhu, na amemwambia atoke vikazaliane, si ndio? sijui kama unanielewa wewe, yaani hivi. <laughs> Mungu kamwambia Nuhu atoke nje ya safina yeye na wanai na mifugo aliyonayo, sawa so. Anapotoka nje ya safina, Mungu anamwambia nenda na hiyo vitu vikazaliane. Maana yake vinazaliana kwa ajili ya nani? hivi ni vya nani hivi? Kunasema ambako walimwambia Nuhu, toka na hiyo vitu kanichinjie, lakini Nuhu akaona mzalishaji na mwenye kufanya viongezeke ni Mungu pamoja. Amemwambia toka na hivi vitu vyote, lakini akajua, hapa natakiwa nimguse Mungu viweze kuzaliana, natakiwa nimguse Mungu viweze kuwa hai, natakiwa Yeah, na anayefanya viongezeke ni Mungu, yeah. Anayevipa ushindi ni Mungu, yeah. Anayesaidia sababisha vizaliane ni Mungu, yeah. Lakini Mungu hajamwambia nipatie, amemwambia toka navyo sadaka lakini Mungu hakumwambia toa sadaka, alimwambia toka navyo, vikazaliana na Mungu. Baada ya kusikia harufu ya ile sadaka nzuri, Mungu akaapa, akasema, sitagharikisha tena kwa sababu ya mwanadamu, sitagharikisha tena. Sasa sisi tukishapewa vitu tunaona ni vya kwetu. Mungu akishatubariki tunaona ni vya nani? Kumbe kuna anayevizalisha, anayevizalisha ni Mungu. Amen, Amen. Kwa kumpa kwa kwanza ni Mungu, Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Inawezekana hata wewe kuna garika umepitia, sijui kama umekumbuka kumpatia Mungu, umepitia garika ya magonjwa. Garika sio lazima ya mafuriko. Umepitia garika ya madeni, umepitia garika ya mifarakano, umepitia garika ya mateso, garika ya magonjwa, umebaki mwoni mwako, unalalamika Mungu ameniacha. Hapana, hajakuacha ndio maana uko hai. Ni wakati sasa sa wala ndio utakaye kizalisha zaidi, haijalishi ni na hali kiasi gani. Unajua, mtu anaweza kasimama kasema bwana Yesu asifiwe, amen, mnaponiona hapa nimesimama kumshukuru Mungu, halafu akatoa machozi sana, mimi nilikuwa sioni, lakini nipo kunywa maji, sasa naona, nashindwa hata jinsi ya kuongea, watu wakamshangaa. Kuona tu ni muujiza mdogo kuona kama we ulikuwa unaona, lakini muujiza mkubwa kwa aliyekuwa haoni akapata kuona ni muujiza mdogo kwa aliyekuwa hana mtaji kupata mtaji wa laki eh, aliyekuwa hana mtaji kupata hata laki moja, lakini muujiza mdogo sana kwa mwenye milioni kupata elfu hamsini. Ni muujiza mdogo sana kwa mtu ambaye anatumia uzazi wa mpango kupata mtoto kwake ni mkosi. Ni muujiza mkubwa sana kwa asiyezaa kupata mimba. Ni muujiza mdogo sana eh, unakubarika ni muujiza wa kawaida sana kwa mtu ambaye ni staa kuona anapendwa. Kwa hiyo kila unachokipata wengine wanaokiona ni kidogo, wewe ndani mwako ukisema bila Mungu kisingewezekana, yeah. Mungu atakuongeza mpaka ushangae yeah. Mungu atakuongeza mpaka ushangae Amen. Unaweza ukamshangaa kuona mama kama huyu hapa, hebu tembea Namshukuru Mungu kwa alichonitendea, wakati una bada anachechemea, lakini ndani mwake anajua Mungu ametenda nini mpaka kufikia kutembea hivi mpaka kufikia kutembea hivi mpaka kuwa softi sura yake kuwa hivi. Kuna kitu Mungu ametenda ndani mwake, ni ushuhuda. Lakini kwa we mwenye nguvu, nashangaa anashuhudia nini huyu. Mguse Mungu, mguse Mungu, mguse Mungu. Amen, mguse Mungu. Amen. Mguse Mungu. Ukimgusa Mungu hautakaa kama ulivyo, na unapomgusa Mungu unasababisha familia, ukoo na nchi yako kupata amani. Watu wengi tunajipanga tuombee nchi, tuombee rais, tuombee viongozi, lakini huku ndani mwetu hatujamgusa Mungu. Ukimgusa Mungu nchi yote inafunguliwa. Ukimgusa Mungu taifa linafunguliwa. Ukimgusa Mungu familia yote inakuwa shwari Man. Watoto wako wote wameoa, wameolewa ni kitu cha kawaida sana, lakini kuna mwingine ana watoto sita, saba, nane, tisa, hakuna aliyeoa wala hakuna aliyeolewa. Mimi zamani nilikuwa nadhani mama akiwa na watoto wa kiume wasioa, jisikivi wasipooa jisikivi vibaya, kumbe mtoto ni mtoto, na wakiume asipooa unajisikia vibaya wongo? Kila mzazi anatamani mtoto wake aoe mapema, miaka 28, 29, akizidi sana 29. Ikifika 28, kijana ajitegemee, aoe nawe na familia yake. Wongo? Wongo kweli na wa kike ikifika 28 27, aolewe si ndio? Hivyo haijalisha na maisha magumu au mepesi, aenda akajitegemea. Bwana asifiwe sana kwayo. Kwa hiyo kama wewe wako wako wameolewa wote mapema ukisikia na unasema ah, simple ni rahisi tu, lakini kwa yule ambao wote wako nyumbani hakuna alijitegemea, kwa anapotokea mmoja akaenda aka, aka akajitegemea ni muujiza mkubwa, unaweza ukasema okay, Mungu kwa kweli amenitendea jambo kubwa, mwanangu ameolewa, pamoja alikuwa tena na watoto watatu, lakini amepata mwanzake. Mwanangu ameoa, ana miaka mingapi? Ana miaka 45 alikuwa hajaoa. Unafikiri mzazi anajisikiaje? Kuona mwanao akiwa anafikia miaka 45, alitakiwa aanze kuitwa babu. Upo. Ana tabasamu. Anaifunga 40. Anakuambia mimi bado mdogo, ana miaka mingapi? 32, 32 wewe mzee mwenzetu. Hallelujah. Hallelujah. Mzee mwenzetu. Bora uende ukaolewe ukatoe mkosi. Haleluya! Kwa hiyo kwa, kwa hiyo unapomgusa Mungu kuna vitu vingi kwenye familia vinafanyaje? Nisaidia kumwambia jirani yako somo litaendelea kesho. Mguse Mungu ndiye. Mguse Mungu kwa ajili ya taifa. Wangapi wamekuja tayari kwa kupona? Wangapi wamejiandaa kupona? Wangapi wamejiandaa kumgusa Mungu? Wangapi wamejiandaa kupona? Wangapi wamejiandaa kupandishwa? Wangapi wamejiandaa mambo yao kuwa super? Wangapi wamejiandaa kwenda levo nyingine? Wangapi wamejiandaa kupona? Wangapi wamejiandaa kupandishwa? Amen. Wangapi wamejiandaa kwenda ngazi nyingine? Amen. Wangapi wamejiandaa kubarikiwa? Amen. Kama ni wewe, pokea hiyo neema. Msimbazi, uzione msimbazi, alafu fanye mimi hapa. Hata nikisema tunani kajiandaa kuchukua hii nkachifu unakuja hata kuvunja mguu. Tembuse, tembuse milioni. Bwana asifiwe sana. Tusicheleweshe muda. Na hatujachelewa. Mwambie jirani yako umejiandaa kumgusa Mungu? Umejiandaa kumgusa Mungu? Eh? Nuhu alimgusa Mungu, Mungu akaapa. Amen. Ibrahimu alimgusa Mungu, Mungu akaapa. Yule mwanamke alimgusa Mungu na, na Yesu akasikia kabisa, nimeguswa na binti yule. Nani anamgusa Mungu? Mungu akupe haja ya moyo wako na akupandishe kwa jina la Yesu. Amen. Unajua kwenye nchi yetu ya Tanzania huyu binti yetu tunamwona ni mzee, lakini vile tumezoea kulelewa kwa kudekezwa. Kwenye nchi za wenzetu, binti yule ndo anafanya usafi kwenye hoteli. Ni uongo jamani? Kwa wale waliosafiri niambieni, unamkuta mbibi kama bitiari huyu? Ndio yupo anafanya usafi, ndio yupo anatandika. Lakini hapa sisi tunaona mzee tuna na, na wazazi wetu nanye anajifanya wazee. Bitiari mzee wapi? Wewe kijana kabisa hata hako maana ni mafarista hapa, kijana kabisa, si unamuona kijana kabisa, anaajiriwa huyu eh, eh? na unamuonaje sasa hivi amekuwa kijana kabisa, angalia mamako anakupita urembo sasa hivi eh. Basi tukamguse Mungu kwa matoleo yetu, tumalize haraka, nitoe zawadi na watu wapate maji, na Mungu awabariki sana lakini, kutangazia hivi, nimekuja na kitu kimoja, kama una kesi imeisha Narudia tena kama una kesi imeisha. Amen. Narudia kwa mara ya mwisho kama una kesi imeisha. Amen. Haijalishi wewe ndio umeshtaki au umeshtakiwa, umepata ushindi. Amen. Umeshinda kwa jina la Yesu. Amen. Leo mtumishi wa Mungu ametuambia sisi ni washindi, nami nimekuja kichwani mwangu nikiwa na mwamgu, somo la ushindi nikakuta somo la ushindi kaambia uambie hivi kila mwenye kesi imeisha. Amen. Iwe ni kesi ya mahakamani, iwe ni kesi ya polisi, iwe ni kesi ya kwenye afya yako imeisha. Amen. Sema hiyo imeisha. Hiyo imeisha, imeisha. Kama unaamini laki sema imeisha, imeisha. Kwa jina la nani? La yes. Asante sana. Baba yetu na Mungu wetu mfalme wa amani, Azama tunakuja mbele zako kuugusa moyo wako tunaomba Baba, mkono wako wenye nguvu uwe pamoja nasi. Watoto wako wanakuja kukugusa Bwana, hakuna aliyekugusa akabaki kama alivyo. Umesoma maandiko, watu wengi waliokugusa Bwana walibadilishwa maisha yao, na watoto wako hao wanakuja mbele zako kukugusa. Mungu wetu uwatendee yaliyo mema, badilisha maisha yao, badilisha kuwaza kwao, ukawape neema na kibali ukawape uzima na ushindi, uponyaji utokao kwako kadhirike juu yao. Zaidi ya yote, inua kazi za mikono yao, inua uchumi wao, inua maisha yao, ukawabadilishe kwa mkono wako wenye nguvu, na ulinzi wako kadhirike na baraka sawasawa na kile walichotamka kwenye sadaka zao, na neema yako endelee kuonekana kwa kila mmoja na familia yake, kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen.